Wasemaji wanasema pata fedha tukujue tabia yako yani, pata hela tujue wewe ni nani, kwamba kuna kitu kinakuwa kimejificha ndani ambacho chenyewe kinakuwa kime e, kipo na umaskini. Bwana Yesu asifiwe! Kwa dakika chache sana nimekuja nifundishe kwa habari ya ufahamu imara. Ufahamu imara, ufahamu imara ni ufahamu aina gani? Ufahamu imara ni ule ufahamu ambao hauyumbishwi na panda shuka ya maisha, hauyumbishwi na kupanda au kushuka kwa hali za maisha. Hapa ziko namna tatu ambazo zinaweza kukusaidia uweze kuwa na ufahamu imara. Kabla sijaenda hapo, nisome andiko la Wafilipi, maneno haya ya mtumishi wa Mungu Paulo katika Wafilipi sura 4, wa Filipi sura 4, mstari wa 11 anasema hivi Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nilionayo. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yaani, amejifunza. Ukisikia mtu anasema najua, ina maana anao, anaouelewa wa kumaintain hali yake isiyumbishwe isi na kupanda au kushuka kwa maisha yake. Akikosa hayumbishwi, akipata hayumbishwi. Mali kija nyingi ana, ana haiwezi kumyumbisha kumtoa kwenye picha aliyokuwa nayo. Mali ikipotea haiwezi kumyumbisha kumtoa kwenye picha aliyonayo, akifanikiwa au asipofanikiwa, akililiwa anasema najua kuwa radhi, najua najua kuwa radhi, najua kuishi kwenye hali za namna zote pasipo kuyumba. Yani nitabaki yule yule nikiwa nimepata, nitabaki yule yule nikiwa nimekosa. Huo ndio fahamu imara. Namna tatu za kukufanya uweze kuwa hivyo, jambo namba moja, kuwa na uwezo wa kuwa imara wakati wa panda shuka ya maisha uwezo wa kubaki katika hali ya utulivu wakati wa panda shuka maisha, yaani ukikosa unakuwa yule yule, ukipata vingi unakuwa yule yule. Yaani kukosa hakukufanyi kuumia moyo au kuwa na mashaka, ukipata hakukufanyi kuwa akili juu juu, yaani kuanza kuona vya kufanya kubadilisha tabia zako, kubadilisha hali yako. Wasemaji wanasema pata fedha tukujue tabia yako, yani pata hela tujue wewe ni nani. Kwamba kuna kitu kinakuwa kimejificha ndani ambacho chenyewe kinakuwa kime, eh, kipo siri na umaskini, kwamba umaskini umekifunika ume, ume kile kitu, ila ukipata tu fedha kile kilichofunika kinapasuka, tabia yako inajulikana, sio mtu wa namna hiyo. Sasa uwezo uwezo wa kuto kuyumbishwa, nitoe mfano huu. Jiwe likiwa mahali, upite upepo, litabaki pale pale, halitatikisika. Lije jua kali, jiwe halitatikisika. Ije baridi kali, jiwe halitatikisika. Sasa kuwa kama jiwe ndio kuwa, na kama mtu mwenye ufahamu imara, ndio kuwa mtu mwenye ufahamu imara. Kuwa kama jiwe katika hali zote, utalikutaga liko pale pale. Hilo la kwanza. Jambo la pili, uwezo wa kuwa au niseme kuwa tajiri wa kufahamu. Kuwa na maarifa mengi, ufahamu mkubwa, uelewa mzuri wa kuhusiana na mambo ya imani, kuhusiana na hali za maisha, kuhusiana na mtazamo wa mtu ni nani. Kuwa tajiri wa kufahamu. Katika eneo hili, ukiwa tajiri wa kufahamu utakuwa na uwezo wa kujua jambo lipi liko ndani ya himaya yako na lipi halipo ndani ya himaya yako, yaani jambo lipi liko katika, yaani liko under your control na lipi liko out of your control, yaani lipi ambalo ili nalimudu mimi, hili ni langu na lipi ambayo sio langu. Kwa mfano, mtu amekuja amekutamkia neno baya akiwa na hasira. Kwenye eneo hilo, mwenye ufahamu imara anajua ni namna gani nitatoa reaction wakati huyu mtu amenikasilisha, majibu yangu kwake aliyekuja na maneno magumu yanakuwaje? Mwenye ufahamu imara anakuwa anajua, anajua kwa nini? Anakuwa anajua hasira ya mtu huyo haiko kwangu, sio jukumu langu mimi kuitoa, sio jukumu langu mimi kuipunguza hiyo hasira, kwa sababu hasira hiyo haiko ndani yangu, iko kwake, mtu mwingine, ila lililo katika uwezo wangu mimi ni kumjibu huyu mtu kinyume na asili aliyonayo. Mtu anakuja kukutukana matusi, si anatoka katika kinywa chake, hayako katika uwezo wako, hayako katika himaya yako. Yeye anayeyatukana matusi hayo ndiyo mwenye wajibu wa kuyaondoa. Wewe wajibu wako ni kuituliza akili yako kwamba huyo ananitukana ila mimi sitamtukana. Lililo katika uwezo wangu mimi sio kutoa matusi, lililo katika uwezo wangu mimi ni kumjibu kwa upole ili nitulize hasira yake. Fahamu imara, ujue lipi lipo katika uwezo wako. Watu wanakusema vibaya, sio jukumu lako wewe kuanza kuhangaika kwa nini mnanisema vibaya. Jukumu lako wewe ni una wajibu vipi wanaokusema vibaya, inatoka hali gani ndani yako ya hasira ya huzuni au ya chuki kuzi maintain hali hizo za uzuni za chuki au za hasira, hiyo ndiyo iliyo katika uwezo wako. Hilo ndilo lililo katika uwezo wako, ku maintain hali hizo, kwamba wamenisema vibaya, sitakasirika. Kuto kukasirika au kukasirika lipo katika uwezo wako, ila anayekukasirisha anayekutaka wewe ukasirike, yeye yeah, yale ni yake, yale yako katika uwezo wake. Jambo la tatu, jipende, jijali wewe jithamini wewe. Kujithamini au kujipenda ni kufanya vitu ambavyo vitakuwa na faida kwako na kwa mtu mwingine. Ukichukia huo, unajua haujipendi. Mtu amekukasirisha wewe, umeamua kukasirika, haujipendi kwa sababu chochote unachokifanya kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine unakifanya kitu kile kwako mwenyewe, yaani anayeathirika na hasira ni wewe mwenye hasira, sio yule anayeonyeshwa hasira, kwa sababu ile hasira inakuwa ndani yako wewe. Wewe ndio inayokuvuruga wewe, ndio inakutoa kwenye reli wewe, ndio inakutoa kwenye motion ya utulivu hasila inakuwa kwako, wewe ndio inayokudhuru, ila mtu mwingine yeye hadhuli na hasira yako, kwa sababu atakuwa tu na tahadhari kwamba huyu mtu anaweza kanipiga au atanifanyaje, atakuwa tu na tahadhari, ila hasira iko kwake, iko kwako. Chuki unamchukia, chuki ni kwako, wewe ndio inayokudhuru, inakuwa inaharibika moyo. Wewe ukijipenda, hautakasirika. Ukijipenda, utakuwa mtulivu. Ukijipenda, utawapenda watu wengine. Anakusema vibaya, wewe utaangalia namna gani ni mjibu vizuri anakutusi utajua, utajua, ni namna gani umjibu kwa upole. Atakufanyia mabaya wewe, utajua ni namna gani umfanyie mema. Mtu mwenye ufahamu imara anajibu kwa mema, sio kwa mabaya, wakati anapofanyiwa mabaya. Anapofanyiwa mabaya, yeye anajibu kwa mema, hajibu kwa mabaya. Huyo mtu ana ufahamu imara. Sasa mambo haya matatu yaweza kukusaidia ukiyafanyia kazi au ukaishi kwa tafakari yataweza kukusaidia uweze kuwa na ufahamu imara. Nimesema vitu vitatu, jenga ufahamu imara, ufahamu ambayo hautayumbishwa na kupanda na kushuka kwa maisha. Namba mbili, uwe tajiri wa kufahamu, uwe unaelewa mtu ni nani, mtu anatakiwa kuaje, kumenteni hali ya amani na utulivu wakati wote. Hali ya amani na utulivu wakati wote. Na tatu, jipende wewe. Kujipenda wewe ni kufanya yale ambayo wewe ungependa kufanyiwa kumfanyia mtu mwingine. Kama hupendi kuchukiwa usichukie, kama hupendi kukasirishwa, na usikasirishe. Kama mtu anakujibu anakutamkia maneno mabaya, fanya kinyume chake. Huko ndio kujipenda. Kujipenda sio kujijali wewe kwamba nitajirundikia mali mimi. Aha. kujipenda ni kuwafanikisha mambo ya watu wengine, kwa sababu unavyomfanyia mtu mwingine mema, unavyomfanyia mtu mwingine mazuri, unaweka akiba kwa ajili yako. Upendo, kufanya lolote unalifanya kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine, ina maana yale umeweka akiba kwa ajili yako mwenyewe kesho Yes, uwe na wakati mwema. Hii ni sauti ya mtoto mtu aliye kutoka gerezani anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa au atakayewawa, apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu yu karibu na kuja naye na kuja kumlipa kila mtu sawasawa sawa na yale anayoyatenda. Hii ndiyo maana neno mara naye